Okay, karibu ndio neno la kiungwana. Hii kila mungwana anapenda kusikia maneno haya akipenya hasa kwenye nta zake za msikio. Hapa ni mbuji na mshititi wa lugha au shina adhimu ya Kiswahili Salim mwanangu wa bwana. Kaja bwana leo kwenye mradi Koma, hapa niko na dada yangu Nusura gwiji kwelikweli kule kule, hodari huyo. Huyu e, kwenye kazi zake ukimuona kama sivyo unavyomuona hapa <tuk mili> au <una> naongopa kwenye <tuk mili> kwenye unajuna, unajuna, unajuna, unakuwa, unajuna. Una, kazi kwelikweli unakuwa kazini, yeah, tofauti e, kabisa Umbe. Hivyo hata mimi ukiniona yeah. hapa yeah. na nikiwa kazini ni watu wawili kabisa hata kabisa. Wewe ndo maana yakuita hodari, ongera. Asante thank you. Ok sawa, hivi asante na thank you tofauti au? Sasa kuna, kuna watu hawawezi kuelewa asante maana yake ni, ambao hawajui Kiswahili kwao, nimejaribu kuweka umeongea hey, hey, sawa sambamba, sawa sawa, nimeipenda hiyo. Ok, sawa ni sawa sawa, pana mbuji, nimechukua hiyo. Jinsi ya kupangilia muda na kazi mm-hmm. Hey, muda una, una, una taadhima zake na kazi pia pia yeah na kazi vile vile ina taadhima zake. unawezaje wewe kupangilia muda na kazi zako binafsi? kazi mm. za ziada mm. Eh, kama utakuwa una watoto kazi na ulezi, kama utakuwa hauna watoto unalizungumzia vipi kwa jamii ambayo imetuzunguka mm. hasa kwenye kupangilia kazi na muda. Yes, um, uzuri wa mada naye mada nayo imekuwa mada nzuri kwa sababu kuna mm. namna moja na nyingine inanigusa. Of course, mimi ni mama mm. uh, mjasiria mali hapa mm. uh, napenda pia nizungumzie in general pia kwa, kwa mama wenzangu pia au dada wenzangu ambao pia ni wajasiria mali lakini pia wana familia kikubwa, natakiwa uwe na ratiba ratiba ya kupangilia nini cha kufanya, kwa mfano wewe ni ni mama at the same time unafanya biashara, kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna muda sasa hivi inabidi ni play part kama mama. Lakini kama hauna hiyo ratiba, hauwezi kufanya vizuri. Unatakiwa watoto yani, kama uko nyumbani watoto wanakuhitaji at the same time biashara inakuhitaji. Kwa hiyo ukiwa na ratiba nzuri ya kujua sasa huu muda ni muda wa watoto na huu muda sasa ni muda wa biashara, itakusaidia sana. Lakini pia, kuna na kitu kinaitwa kipaumbele ukiwa na kipaumbele unaweza kujua sasa kitu gani ambacho natakiwa ni kiweke front, yani kiwe cha kwanza, ni watoto au ni biashara ndo kipaumbele changu yes? Yeah. kuna watu uh, biashara ndo kipaumbele kwa yani kila kitu, lakini kuna wengine watoto ndo kila kitu yani, ikija swala la watoto hata biashara wewe inasubiri. Kwa hiyo wewe mwenyewe utakuwa pia ujue kati ya vipaumbele ulivyokuwa navyo au ambavyo umeviweka kipi kinatakiwa kiwe cha kwanza. Yes. Wewe. Okay. Yeah. Kipi cha kwanza kati ya biashara na watoto kwenye kutengeneza muda vizuri? biashara na watoto. Um, naweza nikasema watoto watoto kwangu. Mm. Mm. Mimi watoto eh, biashara itasubiri. Mm. Lakini watoto wananitaji. Mm. Yes, kwa sababu watoto hawawezi kuelewa kwamba mama saizi ipo kwenye biashara na ipo kwenye biashara pengine kwa ajili yetu sisi. Na unawaambieje watu ambao watoto wanakuwa kipaumbele cha pili? Ah, oh, sasa siwezi kuwasemea kwa sababu pengine ameweka kipaumbele watoto cha pili kwa sababu anajua kwa nini ameweka kipaumbele cha watoto kwa. Ilipi ungetamani kusema au wasemee? Ila ilipi ungetamani kusema? Kama hmm. Mwanajamii. Wewe ni mwanajamii bwana. I know. I know, lakini naweza nikasema kitu kimoja kama nilivyosema, kwenye maisha kila mtu anakuwa na kipaumbele chake. Sasa nikisema niwasemee ni kwamba, kwa nini kipaumbele cha watoto kimekuwa ni cha kwanza au cha pili, inakuwa sio sawa, inakuwa stendi haki, ikiwa mimi mwenyewe nimeshajisemea mimi binafsi kwamba mimi binafsi watoto ndio kipaumbele changu. Nina maana kwamba, kwa nini watoto ni kipaumbele changu? Kwa sababu naamini kwamba uh ni watoto ni um ni watu ambao wananihitaji sana kwa ukaribu. Vitu vingi ambavyo wanajifunza, asilimia kubwa wanajifunza kwanzia kwangu, kwa hiyo lazima pia niwe wa kwanza katika kuonyesha kipaumbele kwao, ndio ja kwamba mama na anatupambania kwa hiyo biashara inaweza ikasubiri, kuna, kuna watu wanafanya biashara na hawana wasaidizi mm, au hawana watu ambao wanaweza kuwasaidia kwenye biashara zao, kwao inabidi acheze miguu yote miwili, kuna muda. Kwa hiyo ukisema weki biashara front, ina maana watoto watam, watamkosa. Unatamani watoto wako waje kufanya kazi ambao wewe unafanya sasa <laughs> Sitaki kusema kwamba natamani mimi, natamani watoto wangu wachague nini wanataka katika maisha yao, kwa sababu hata mimi sikuchaguliwa cha kufanya, so watoto wangu nimewapa uhuru wa kuchagua nini cha kufanya, japo kuna kuna, kuna vichembechembe fulani unaweza ukaona kwamba huyu mbona kama nataka kujau, lakini mimi si, binafsi, sitaki, sitaki kuruhusu kwa sasa. hmm. Natamani wawe na chaguzi zao binafsi kwenye hilo. Kwa nini kwa sababu dunia tunayoenda huku mbele ina uchaguzi wa vitu vingi sana. Pengine mimi niliamua kuwa hivi pengine, kwa sababu nilikosa chaguzi fulani za kuchagua kwamba wewe umechagua e, kitu si sahihi uh, sijasema kwamba ni sahihi, lakini pengine nilikuwa na option ya kuchagua vitu vingi zaidi huko mbele hmm. Kwa hiyo nikisema nitamani watoto wangu au mtoto wangu ae, awe kama mimi, nitakuwa nimemfunga namna moja ama nyingine anaweza akawa na ndoto zake nyingi huko mbele bila e, yeah, shaka kipo cha kuambia watu ambao hawauheshimu muda mm, e, ukiwa kama mwanajamii bila mm, shaka kipo cha kuwambia watu kama kuwaasa hivi, yeah, watu ambao hawauheshimu muda mm -hmm. na watu ambao wanashindwa kupangilia mambo yao mm, kimkakati vilevile mm, ukishajua kwamba muda huwa haurudi nyuma basi katika kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukiheshimu katika maisha yako ni muda, kwa sababu hauwezi kurudisha hata sekunde moja nyuma. Kwa hiyo kila sekunde ambayo inaenda ina, ina mbele, lazima ujue umeifanyia nini na hauwezi kurudisha nyuma. Kwa hiyo kitendo cha kuthamini muda ni kitu ambacho tunatakiwa tukiona uh, kipaumbele, kwa sababu kwanza ukithamini muda ndivyo hata baadhi ya ndoto zako ambazo umezipanga hmm. au unaziendea itakuwa ni rahisi au ni, um, of course, ni, ni rahisi kuzitimiza kwa sababu kila kitu kinahitaji muda. Okay. Yes. kila kitu kinahitaji muda na kama nivyosema, muda huwa haurudi nyuma. Muda, kupoteza muda hivi, ukajuta ukiona, kwa nini nisingefanya hivi, miaka miwili ile ningefanya hivi sahivi ningekuwapo. Hapana, kwa sababu naamini kila ambacho kimetokea kilikuwa ni funzo, na ilikuwa lazima itokee. okay. mm. ili niweze kujifunza. So nikisema na na juta basi, nitakuwa na juta vitu vingi sana. Hata kama nipoteza muda, hii ilikuwa ni katika kujifunza. Umekomaa kiasi hicho mama? yes. yani, kwamba. Exactly. kabisa, kabisa, kabisa. Mimi mbona? <laughs> yes. Ah, nifurahisha sana mm. kitu ambacho ninataka kukizungumza kingine ni kwamba mm. unajua kwenye kwenye kwenye hii jamii ambayo imetuzunguka sisi tunawalea watoto kama zawadi tuliopewa na Mungu. kabisa, kabisa. Lakini pia kuna wazazi ambao wanategemea chochote kutoka kwa watoto we. mm. ni mmoja kati ya wazazi hao ambao wanategemea chochote kutoka kwa wanao <laughs> kwa maana kwamba wakisha kuwa huko sasa hivi eh, eh, walivu wadogo, walivu wadogo yeah. unategemea waishi katika maono yako yeah. pasi na shaka yes. wamesha kuwa wakubwa mm. Yani, unataka kumaanisha ni kwamba kama sasa hivi nawasomesha au nawapa huduma ni kwamba nawapa huduma kwa ajili ya kuwekeza baadaye. Yes. na wenyewe waje wanisaidie mimi kusomesha watoto wangu ni kama mradi tu eh. Mm. kuna kitu unategemea mimi? Ah, mimi kwa kweli sidhani kama ni unafanya kama thawabu eh, mimi kwa sababu ni wajibu, sitaki kufanya kama ninawekeza. Yeah. au kwa ajili ya wao waje wanifanyia kitu fulani ba, baadaye basi, mimi ni tofauti kidogo na eh. Mimi ni mtu ambaye watoto wangu nawalea kama sasa sasa, kwa wale wazazi ambao wamelea watoto wao alafu baadaye wakajikuta ngine kapoteza watoto akipotea yeah. ni ni, kati ya project eh, ambazo zinapata hasara, so project zina hasara bwana. kwao ikiwa ametangulia mbele ya haki maanake yeah. ni Mungu ametaka yes. kwa project ile imefanyaje, imeshia ime, hapo hapo. Lakini mwanangu ninamlea kama project kumbana, komba, una, kwa kwa maana kwamba unawekeza kwa ajili ya baadaye, ninamkakati naye yani aiji ya, ya, wala aitakuja kutokea kwamba ule mtoto ni mlee vile navyomlea hivi mm, alafu iwe tu hapana, oh, kwangu mimi lakini nasilazimishi mzazi mwingine mm, aichukulia hivi. Kwa mfano mimi uh, ndo maana nakuambia kama project, kwa sababu mm. mm. binti yangu mimi akifikisha darasa la saba mm. lazima lenki ya karate Mm -hmm. awe at least mm. ana brown belt at least, okay. Darasa la saba awe na brown belt, kwa hiyo ina maana black belt ataipata akiwa form 1, okay. Kwa hiyo maana yake akiwa form 4, at least ana dan mm. at least. Kwa hiyo wewe ni mmoja kati ya wazazi ambao pia ume... wana mkakati wao fulani, yes. Yeah. Na unaweza pia kumchagulia mtoto wako nini cha kufanya? Simchagui. Si, si mchaguli nafanya. Na hivyo kwa sababu mm. awe anapenda awe apendi karate, ni kitu cha kwanza kabisa ambacho kitafanya projekti yangu iwe success. Kwa nini unaamini kwenye karate? Kuna nidhamu ya hali ya juu kwa sababu katika watoto ambao walikuwa wasingekuwa kama huyu ambaye amekaa kwenye kiti hichi anazungumza ni mm. mtoto mimi hakuna mm. watu walitegemea na nimeishi kwenye maisha ya karate pia. Kuna watu ambao walikuwa yani mbaya kuhadithia mm-hmm. Lakini walivyo, mm-hmm. unashangaa. Lakini kuna kuna michezo mingi zaidi ya karate, kwa nini hiyo? Eh, kwa nini sio soka, hasa soka hiyo hiyo? Sasa hiyo ni, ni, ni kipaji Mm -hmm. Wakumlazimisha tu mtoto acheze mpira hivi mtiani kidogo. mm -hmm. Lakini karate ni kitu ambacho kinawezekanika, yani awe anaweza awe awezi. Ndio maana nakuambia darasa la saba, at least mm -hmm. awe na brown belt mm -hmm. Lakini ingekuwa kama ni talent mm -hmm. manake darasa la saba alikuwa at least ana dani moja. Okay, sio kama nafahamia na vizuri. yes. yeah. kwa lengi, lakini zoezi ambalo mimi ninakwambia ni kwamba ninaifanya kwenye Tuseme kama, kama steji ya kwanza ya kuosha ya kuchagua mchele before hiyo mm, utengeneza haina eh, okay. Maana kama mchele haujachaguliwa upikiki na auliki ndio

huyu atamweza mwanaye Shurahabili maanake, na chuma kimoja mm. kina matatizo, sijui kama kita namna gani, ila kitaweza kuweza. <laughs> Amina, nimependa kwa kweli yes. Kwa mimi ndo maana hiyo mimi, mm. mimi lakini kwao mm. yeah. kwa wewe mm. unasema unafanya sadaka kwa watoto, yani family life sio ya yeah, kuna namna fulani na wana. Kwa mfano mimi napenda sana kuandaa ki, ki, kiimani zaidi mm. yani napenda kwamba mtoto wangu abaki akifikisha la saba Uh, labda awe ameshafuzu level fulani ya, le, uh, ya imani au mm. ameshajua kitu fulani kwenye imani mm. kwa hiyo so, sio kama ashiriki vitu vingine, anashiriki lakini, uh, swali la so imani inaona kama inakuwa ni kwa, unaona unu, mm. mm. wewe sasa ao wewe, atrasaundi yako wewe, yeah. foundation yako ili uweze asesi mtoto mm. ni imani at least darasa la saba yes awe yuko masaf kamaliza ama huyu mtoto atlist, mm -hmm. awe sijui, tumelewana vizuri yes, fiki hapa yeah. yeah, na pale na hivyo yeah, na hivyo namna gani? Akilala anasema yeah, akiamka anasema, akiondoka mm -hmm. anasema. yeah. Umeiona hiyo yeah? Foundation hiyo mi mm -hmm. kwangu ipo lakini sikuichukulia kama ndio namna gani hiyo, ah, ni lazima unakuja kwenye kipaumbele changu iko karate. Kwa hiyo hiyo inawezekana ikatengeneza mazingira mazuri, sasa mm -hmm. ya baadaye huyu mtoto akiwa daktari sasa, mm -hmm. atarudisha tu kwako. Yani amini wazi, unachokifanya we ni projekti ambayo unaitaka baadaye iwe na manufaa kwako, malipo makubwa zaidi unakataa hapo lakini <laughs> lazima kama mzazi kuna kitu unakiandaa kwa mtoto. Sioni kama, yani kama ndio uh, kuwekeza mi nafanya kwa, kwa ajili yao sioni yani kama ni kwa ajili yangu sasa, mimi, sasa, ni kwa kama ajili, ajili yao um. ufanye kama unafanya Wahaya. Wahaya unafanya. Wahaya unafanya. Wahaya unafanya. haya anasomesha tu mtoto som, yani yeye Mhaya ni mtoto asome yani mm. Asome tu mm. Atakavyokuwa atajua mwenyewe, ila afanyaje asome. Yani Muhaya yeye, anasikia raha mm. Mtoto wake akiambiwa kasoma, yani akiwa daktari sijui akiwa nani injinia mm. ye anasikia raha ndio, mm. raha yake na furaha yake, okay. Lakini kwa sisi ambao tunaamini ile furaha takaoipata mm. mm. iwe na matunda mm -hmm. Si tumeelewana vizuri bwana, yeah ndio hizi foundations zinajengwa. Kwa hiyo haiwezekani wewe ukapandikiza imani kwa mtoto wako kiasi hicho eti baadaye asirudishe isiwe na return. uta, uta, utajisikia vibaya bila shaka. Lakini kwa ulimwengu ambao tunaenda nao kwa sasa, uh, unakuwa kufanya pia kwa ajili ya kurudisha, unafanya kwa ajili yake kama nilivyosema. Ulimwengu unaoenda uko mbele lazima uwe na sawa, awe na courage, kama unavyosema lakini akiwa na ile imani ambayo iko strong. hmm. Eh, anakuwa mzuri zaidi. Au bado unakataa? Ah, yani unajua mm, sijui tu wapi, tunabishana mm. Mimi, mimi, mimi na mimi uh, nimefanya hivi mm. Ili umeme uwake mm, lazima kuwa kuna wiring tayari yeah. So wiring kwangu mimi ni karate. Sasa sina maana kwamba aitumie baadaye mm -hmm. Yani kwa sababu kwa watoto wa sasa hivi jinsi walivyo sisi ni wazazi wa, wa mwisho ambao tuliheshimu wazazi, na sasa hivi mm, tunawaheshimu watoto wetu Tuna eh, tuna, tuna, tuna, watoto, watoto watoto eh, eh. Sijui watoto wako una waleaji, mm. Kula bakora unapigwa mara tatu, unapigwa ukikosea, eh. Unapigwa tena yani kwa nini? mm -hmm. Unalia yani, umeonewa? Hapana. Alafu ukiwa ujalia, kwanini ujalia? Wewe sugu, umeonewa mara tatu, yale yale ya zamani, ilikuwa ni mapenzi yale, mapenzi yale. Mamangu nisikize mimi, sasa hivi tuna heshima zaidi, watoto tunawaheshimu kabisa. Ambaye anataka simu anapewa simu, kabla hajalala apewe simu yake. Wewe mpe simu yake huyo, mchezo nini wewe, kwa nini, nini tatizo hapa? Ah, sio, ni simu yake. Unamfokea dada wa kazi kwa nini, hajamsikiza mtoto vile, sio? tuna siu kama wanaelewa vizuri, kwa hiyo ikishakuwa, sina sina maana kwamba baadaye itumie. mm -hmm. Yani, labda mm -hmm. Lakini huwa naamini inavunja vitu vingi sana vya kisasa, sasa mm -hmm. wa sasa hivi wa watoto wadogo, mm -hmm. yani karate inavunja, yani, na mtu anakuwa na disiplini. Ujawai kuambiwa, mm -hmm. ana watoto wa sasa hivi, unajua nyumbani tunawambia vipi? mm -hmm. We, umemsalimia anko naa niaja kwako, ukamuuliza mwanao umemsalimia anko? Kwa hiyo muulize, umemsalimia anko? ilibidi ume mwenyewe tu asalimie anko na kila mm, kitu anko amekuja anaongea na mama, mi sitaki kukaa hapa, niondoke, nikasikilizie uko milio. Kwa hiyo nataka kuniambia kwenye karate kuna zaidi ya mafunzo ya karate. Mimi nazungumzia discipline, mimi sizungumzii aitumie karate, karate baadaye eh, kuna discipline wewe hujawahi kuona wewe hujawahi kuona kuna mtu alikuwa mwizi kabisa, jambazi, yani mwizi, unaelewa? mm -hmm. Vizuri yeah. Anachukuliwa na sensei mm -hmm. ya, ya mgeni Iringa mm huyu -hmm. Sensei yuko hai mm -hmm. n yani kama naongopa manake, anaweza akarekebisha hili jambo mm -hmm. Chukua ule mtoto, wejue mtoto sugu lile mm -hmm. jizi kabisa, watu wameshindwa, ni kituo cha watoto yatima, mzungu mwenyewe kashindwa, kashinda huyo mzungu kashindwa, akamchukua ule mtoto akaenda kumkabidhi Sensei. Kwanza naye mazoezi mazoezi mazoezi mazoezi, mazoezi. Tripu ya kwanza hmm. anakabidhiwa yeye pesa, watu wanaenda Mombasa hmm. kufanya mtihani, tunarudi, karudisha chenji eh? Chenji iliyorudi bwana, hela ilikuwa hivi, safari ilikuwepo hivi, matumizi yalikuwepo haya, chenji imerudi hi haponaelewa vizuri Mi nilikuwa nunda, unajua manunda, mi ndo nilikuwa nunda nunda, kwa maana kwamba yani, <laughs> mi nilikoatari, unajua kuna stori yangu moja wasipendi mi kuisema eh, lakini wakati nikiwa mtoto achana mm nayo, lakini nilikuwa nunda nunda. Ulisha kuijutia ya labda yani? Of course, kwa sababu yes, nilikuwa akili zangu za kitoto eh, au sio bwana mm -hmm. Yes yani, manake watu wanaweza wakaingia duka jioni jioni takufunga mm, mm. Akuletea mzigo laba boksi mm. <coughs> Bana a boksi letu hilo kesho nakuja kulichukua <coughs> ili mtu atoke kwe kwenye boksi kumbe kuna mtu mm. Akifunga anatoka anafungulia blaza usiku alafu mm, watu wakija wale wezi kesho mm. Wow, wao awajali wameibiwa wanauza boksi lao katika wewe ulivyoibiwa maana yake <laughs> na boksi lao pia limeibiwa, unajua nani lina nini? <laughs> mm -hmm. mm -hmm. kwa kwa hiyo nachotaka kuzungumza ni kwamba wale vijana waliokuwa manunda, mm -hmm. na mimi nikiwa kijana nunda mmoja wapo, sawa sawa. mm -hmm. Lakini mimi karate darasa so, mm -hmm. la nne tu, mimi nunda darasa la tatu, la nne lile pale, so kwenda kwenda darasa la tano mm -hmm. Yani, hakuna mtoto mstaarabu mtaa mzima kama mimi yani mtoto mimi ni mstaarabu wa kupigiwa mfano mm. darasa la sita, nagombaniwa mtoto aje kukaa kwangu, aje kukaa kwangu, si kama wanaelewa. Kwa hiyo toka pale, au kutokana mm -hmm. na hiyo mifumo nikaona nika karate ina nini ndani mm -hmm. kwahiyo mi mwanangu nikiwa namlazimisha aende dojo mm -hmm. akiwa hataki ana tabia mbaya na bakora ina mhitaji huyo, yani ana tabia mbaya, ili ana tabia mbaya, mm. mbaya mm. tuelewane, mi uh, wale, na wewe gizi hapa nenda mazoezi. Kwa hiyo wazazi wako waliweka kipaumbele cha karate kwenye maisha yako, ambayo sasa hivi na wewe umeweka kama kipaumbele kwa watoto wako ao mtu aliokuwa amefanikiwa, manake awo watu wasamaria mwema haukwenda madarasa. Nakumbuka ilikuwa kuna mwalimu mmoja hivi wanaza, mm -hmm. kawa nasomeshwa afu, mm -hmm. minauchuna kimya, afu niafanyi kitu, untaka kunipiga meza, nikaichukua afu nikaikatakata, afu mi mtoto n yani. mm -hmm. watoto style ile kuna huyu, tukimpiga tutamuua, tutamuumiza, mm. Kwa kumsaidia tukimpiga tutamuua tukimpiga tutamuumiza. Mwanzo watoto wengi wakorofikorofi karate, eh. kama kama labda atawapiga mm -hmm. wenzake, basi inaenda. Hakuna mtu unakuwa wewe, aupendi ugomvi kama mtu ambaye karate imekubali mm -hmm. mm. tu, dharau isizidi. Dharau ikizidi kama unapata wazimu hivi ndo dakika hizi mm. alikuwa naongea vizuri ule yani, alikuwa naongea hapa dakika mbili hiyo okay. Yote tulikuwa naongelea muda, tumetoka sana kwenye mada, lakini ilikuwa mkakati wa muda mm -hmm. na nini na vipaumbele mm -hmm. una kipi cha kuambia mashabiki zako watu wanaokufuatilia kwa ukaribu? Lakini una ushauri gani wewe kwao? kwa hawa wote ambao wanahakikisha wewe unaendelea kufanikiwa, kitu special cha kuambia, unaweza tu kuambia unawapenda sana, unawajali, umefahamu vizuri, au waendelee kuamini kwenye kwenye kwenye wewe. Mm -hmm. Umeelewa? Au unaweza kuwa una kitu cha kuambia kwamba bwana, uh, uh, watu wajitume, whatever Mm, yes. Sawa, kwanza kia, kikubwa ni kutoa shukurani kwa kwa wale ambao wanatusapoti wanatufuatilia. Uh, kiukweli tunathamini sana, mchango wenu ni mkubwa sana na bado tunaendelea kutamani sapoti yenu kiukweli, kwa hali na mali. Lakini pia ushauri wangu kubwa wa kwanza ni endelea sana kuthamini muda. Muda ndo kila kitu, muda haurudi nyuma, muda unakwenda mbele. Ukithamini muda, basi kila kitu ambacho unakiendea mbele, ndoto zako, mafanikio yako, inakuwa ni rahisi sana kuyatimiza. Nadhani hilo ni kubwa zaidi. Mi niseme asante na nimeshukuru sana, nimenjoi kuwa na na wewe leo hapa hmm. Mpaka wiki ijayo, kwa heri. Nyuma ya kamera, Bwana Gosti Mtuplo Amadi Mapua Mtwatali Sule Shamte wandengere kuwaona gabaya kwenye kazi zao.